Foster. Foster. Sijui ni mpate wapi wa kunisaidia nikiwa mzigo huu, maana ni mzito na umenilemea sana. Mungu wangu, nimechoka mimi na maisha haya ya taabu. Tumaini langu liko wapi? Foster. Foster. Foster. Foster. Foster. Foster. Foster. Foster. Fosto. Mbona mm. Kama nasikia sauti inaita. Mwanga mm. Uh, ni mkali sana. Kwani wewe ni nani? Naomba nifahamishe, je, wewe ni nani unayetisha namna hii? Mimi mimi Yesu nimekujia. <sighs> Fosto, mwanangu, pole sana, chukua haya maji unywe. Fosta mwanangu, nakuuliza swali. Je, unadhani utafika salama unakwenda ukiwa na mzigo mzito namna hii? Baba kweli sitofika, maana mzigo wangu ni mzito sana, umenilemea, na kuomba unisaidie baba yangu. kwa nini wasikilizi watumishi wangu, ikiwa una mzigo wa dhambi unaokutesa kiasi hii? Kwa kweli sitofika, maana mzigo wangu ni mzito sana, umenilemea, naomba nisaidie baba. Baba kweli sitofika, maana mzigo wangu ni mzito sana, umenilemea na kuomba unisaidie baba yangu. Pole sana mwanangu, haya ya sasa, nipatie mzigo wako uliokulemea kwa kipindi kirefu.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 naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. Mwanangu, nenda ukawakumbushe watumishi wangu kuwa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Basi kumbuka ni wapi ulikuwa.